Kwanza kabisa na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, na nitoe shukrani kwa uongozi wa mahakama na hasa kwa mheshimiwa Jaji Mkuu kwa kutuita kwenye kikao kazi hiki kama wadau wa mahakama. Tunaomba utufikishie shukurani zetu za dhati kwa upande wa Tanganyika Law Society baada uh, ya kusikiliza wasilisho la ufunguzi kutoka kwa mheshimiwa uh, kaimu jaji kiongozi, kutoka kwako, kwa mheshimiwa uh, mwenyekiti na hata kutoka kwa mgeni rasmi mheshimiwa jaji mkuu uh, nimeona kwamba sisi kama wadau, mheshimiwa mwenyekiti uh, kweli ni viungo muhimu sana katika kuisaidia mahakama kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa Katiba na kwa lengo kuu la mnyororo wa haki uh, kikao kazi kama hiki sisi nafikiri, um, uh, rais wetu na sisi tuliofuatana naye tunaunga mkono rai iliyotolewa na mheshimiwa Jaji mkuu ya kwamba kweli viendelee, na ikiwezekana hiyo mara nne kwa mwaka tukutane katika kuweka sawa mambo yanayohusu utoaji wa haki lakini nimeguswa mwenyekiti, kwamba kwa nini mheshimiwa jaji mkuu, au kwa nini mahakama imetuita sisi wadau, kwa nini lengo hasa ni nini? Nime, hii nimejiongeza kwamba nafikiri lengo kuu, mheshimiwa mwenyekiti, ni ili tushirikiane kutunza na kuendeleza ukuu au utakatifu wa mahakama, ili jamii yaani, wananchi na hata wawekezaji, wafanyabiashara wote, waendelee kuwa na imani kwa mahakama kwa, kwa mashirikiano yetu sisi wadau afikia malengo yaliyopo kwenye vision 2050 yaliyowekwa na vipaumbele vyake, kama sisi wadau tutashirikiana. Kwa hiyo nikarudi nyuma nikasema, nafikiri ni muhimu zaidi tuangalie ni namna gani sisi wadau tunaweza kushirikiana kuisaidia mahakama itimize wajibu wake kwa ukumbe hichi kikao mheshimiwa mwenyekiti, kinatuhusu pia sisi wenyewe, tujiangalie tunavyoweza kutimiza wajibu wetu, tunavyoweza kuwa na mashirikiano katika mnyororo wa haki. Mahakama iko pale juu, sisi tuko hapa chini kama key players. Sasa kwa upande wetu sisi TLS tuko na Mheshimiwa Rais wetu ambaye ni mwenyekiti. Uh, ziko changamoto Mheshimiwa muni mwenyekiti. Ziko changamoto ambazo tunaziona. Baadhi zimetajwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu. Zinazohusu criminal justice na hata civil justice zimetajwa kwa picha kubwa na tunaziona zipo kwenye criminal justice Mheshimiwa. Mashauri kweli yanakaa muda mrefu mahakamani, tena yale yanayohusu washtakiwa ambao wako ndani, wako magereza, remand prison. Kesi zina kaa muda mrefu kwa sababu moja tu, upelelezi haujakamilika. Yani watu wanapandishwa, wateja wetu sisi ambao ndio wananchi, wanapandishwa mahakamani, kosa halina bail au amefungiwa bail, dhamana, halafu mnakwenda mahakamani siku kumi na nne, kumi na nne kwa mwaka mmoja na nusu, upelelezi haujakamilika. Hili ni tatizo ambalo hata Mheshimiwa Jaji Mkuu amelipoint out kwenye opening remark, ambalo sisi wadau hapa tunaweza kushirikiana kuliondoa hilo, kuanzia wanaopeleleza, wanaokamata. Mheshimiwa IGP alikuwepo hapo na wasaidizi wake, lakini wenzetu Uh, upande wa mashtaka wanapopeleka mashauri mahakamani ya jinai, tunaichafua mahakama au sura ya mahakama pale. Jaji au hakimu anapomwona mtuhumiwa alafu anasema okay, wakili anasema, kamilika, then, wa upande wa serikali anasema upelelezi haujakamilika, tunaomba tarehe nyingine. Then mheshimiwa jaji au hakimu anatoa tarehe ile ingine bila kusita siku kumi na nne. Kwa hiyo anayeonekana mchafu au tunaye mnajisi ni mahakama. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo, mheshimiwa mwenyekiti, katika kikao kama hiki ni lazima tuangalie namna gani na tunaliadress, ili tuendelee kuilinda mahakama isichafuke kwenye macho ya wananchi ambao hawajui tatizo hili liko kwa upande wa mashtaka au upande wa investigation, yaani wa polisi lakini jambo jingine kwenye civil justice kesi uh, zinazotoka kweli commercial court inaweza ikakaa miezi nane, commercial court kesi au saba, kesi imeisha. Ukijaribu kukata rufaa ikaenda court of appeal, uh, huku mtaani kwa sisi wanasheria, mheshimiwa mwenyekiti, wanasema kesi unaenda kuipaki ukitaka kuipaki ipeleke Court of Appeal, hapo unaipaki yani unaweza ukasafiri hata kama una plani zako za kusoma masters au nini. Wanasema unaweza ukaenda shule, alafu utakapomaliza phd yako utarudi, utaikuta kesi yako, ndio uendelee nayo, kwa ile essence ya, ya inapotea. Mheshimiwa, kama tunaweza ku enhance hiyo na tumesikia promise kutoka kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu kwamba patakuwa na special sessions za kuratibu haya mashauri ya civil ya madai ambayo yanatoka kwenye mahakama hizi za biashara FCC, kwenye TRAB na TRAT kwenye baraza ya kodi, ili mam, ma, mashauri yafikie ya mwisho kwa wakati. Lakini ikitoka hapo, mheshimiwa mwenyekiti, kama TLS tuna changamoto kati ya wadau wenzetu, yani sisi TLS na wadau wenzetu. Sasa hii haihusiani tena na mahakama, inahusiana na wadau wenzetu. Nitaanza kuzungumzia uh, ishu ya TAKUKURU mfano kwa sababu tuna mkurugenzi hapa wa TAKUKURU. Mawakili sisi ni maafisa wa mahakama, na mheshimiwa mwenyekiti ni maafisa wa mahakama, kwa sababu kazi yetu kubwa ni kuisaidia mahakama inapokuwa inatenda haki. Lakini katika kutimiza wajibu wetu huo, na ndio maana wananchi tukirudi kwenye malengo ya Vision 2050 5. uh, kwenye utawala bora, mwananchi ana na katiba inamlinda, inamtaka apate uwakilishi akishtakiwa au akituhumiwa kwa kosa lolote, ili ajisikie amani, anahitaji awe na uwakilishi wa wakili. Sasa wawakili tunapotokea kwenda kusaidia watuhumiwa wa kesi za takukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, trendi iko hivi sasa hivi, unapotokea tu TAKUKURU, kwanza TAKUKURU wanakuweka chini ya ulinzi, wewe wakili, yaniksasa mimi ni wakili, wakitegemea kwanza, unawekwa chini ya ulinzi yani, na ukibahatika hautounganishwa kwenye hiyo kesi, ila likely unaunganishwa kwenye hiyo kesi. Kwa hili sio sheria wala hakuna kanuni inayosema hivyo, ila kama alivyosema Mheshimiwa Jaji Mkuu, nami nanukuu, ni tabia. It is just tabia. Mheshimiwa, kwa kama wadau tuongee kwa uwazi, tuelezane. Kwa kufanya hivyo tunaua imani ya wananchi na tunapoteza ile amani iliyopo wakifikia ketegemeo na matumaini ya wananchi, anaona ah, bora nikiwa na wakili nitakuwa salama, alafu nitapelekwa mahakamani. Sasa kifikia anaona hata wakili akifika pale kwenye chombo chako, wewe ambaye unatimiza wajibu kwa mujibu wa sheria, naye unambagaza tu kama mhalifu, tunapoteza tumaini la wananchi lililopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatutakuwa tunafika huku mahakamani tukiwa wadau tutakuwa tunafika huku tukiwa wagomvi na hatutaisaidia mahakama. Lakini jingine mheshimiwa mwenyekiti, pia tunalo ambalo limejitokeza hivi recently, uh, la wenzetu polisi, wadau polisi. Mheshimiwa mwenyekiti, nafikiri wote ambao mnapita kwenye vyombo vya habari wiki iliyopita tumeona tukio la la wakili aliyekuwa akipigwa Mahakama Kuu Dar es Salaam. Tukio hili halihusu mahakama, yani kama sisi wadau wa mahakama tunashukuru umetuita, lakini ni la sisi kwa sisi, yani sisi wadau tunashindwa kuwa na maelewano mazuri na kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo, wakili amevaa bib ile, tai ataya ya kiwakili yuko kwenye viunga vya Mahakama Kuu, kuna utaratibu naelewa wa usalama na ulinzi na kesi na kuwa sensitive, polisi wanaweka ulinzi. Huyu wakili kisha kaguliwa mlangoni mheshimiwa, akapita, yuko ndani, anafatwa na watu waliojitambulisha ni askari, wanamwambia utoke hapa, wamevaa kiraia, wanamwambia utoke ili eneo, akamwambia mimi ni wakili Nitoke niende wapi? Hapa ni sehemu yangu ya kazi. Yakatokea majibizano, sintofahamu, wakasukumana, wakatoana nje, kamera zinachukua, pigana virungu, pigwa sana na kuvutwa, wakavamia, kamera zinachukua. Mbaya zaidi, mheshimiwa, watu wana vyombo vya habari vina rekodi, wakili amepigwa, wakili si wala tena hataji kwa jina lake, anataja wakili ambaye ni afisa wa mahakama. Sasa mheshimiwa, hili linaleta dosari kubwa na limeleta dosari kubwa kati ya sisi mawakili na chombo kinachohusika hichi ambacho ni cha ulinzi na usalama, jeshi la polisi, ambao sisi ni wadau tunaotakiwa tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja, tuisaidie mahakama ifanye kazi yake. Kwa hiyo mheshimiwa, tunaona wazi kwamba kuna matumizi ya nguvu yasiyokuwa na kipimo kwa jeshi la polisi kwetu sisi mawakili, maafisa wa mahakama. Tena hii sasa imeenda mpaka inafikia tukiwa tuko mahakamani, sio nje. Unajua tulichokuwa tunakisema sisi mawakili au uh, Tanganyika Law Society, wadau wenzetu mtuelewe, hatutafuti tupate ukuu au immunity ya kuwa treated kama special creature. Hapana. Uh, sisi wote ni wadau, tena pengine sisi TLS ni wadau wadogo kabisa katika mnyororo huu, kwa watu tulioko hapa au wadau tulioko hapa, inaekana sisi ni wadogo kabisa wa mwisho kule, lakini pamoja na udogo wetu basi walau tunachoomba mheshimiwa mwenyekiti, wadau waone kwamba iko haja ya kuheshimiana sisi kwa sisi. Yaani, mtu kama nimevaa kanzu nahitaji kweli nijitambulishe mimi ni wakili, lakini kama nimevaa suti yangu na shati jeupe au la bluu na ile katai kale keupe ambako kanaitwa bib, basi mtu aone, ajue kwamba huyu ni wakili na ni afisa wa mahakama. Nikikosea, kuna taratibu za kuniwajibisha mheshimiwa, naweza nikafutiwa hata uwakili nisiwe wakili tena, au nikasimamishwa uwakili, nisifanye kazi za uwakili tena. Lakini kirungu pale ambapo sijapiga ngumi mtu mimi au sijarusha bomu au sijashika panga wala kisu, napobebwa mzobemzobe mahakamani, sehemu takatifu, sehemu ambayo tunaamini wananchi akiwa pale anajificha nyuma ya wakili ili aende amtetee ya sasa mwananchi yule anaona wakili wake anapigwa mitama, anabebwa mzobe mzobe, yule mwananchi hawezi kuwa na imani tena na mahakama. Kwa hiyo sisi wenyewe wadau, mheshimiwa mwenyekiti, tunainajisi mahakama yetu tukufu, tunaiondolea hadhi, tunafanya vitendo ambavyo wananchi wanapoteza imani na mahakama. wanana... Sasa kama huyu ndo anajifanyaga afisa wa mahakama Eh, mbona ye mwenyewe anafanyiwa hivyo? Sasa sisi tutafanyiwa nini? Tusiende tu mahakamani tumalizane huku kumtaani mtaani. Sasa tukipelekea wananchi wafikie steji ya kusema wamalizane mtaani, hatutakuwa na taifa moja lenye mshikamano lenye amani na utulivu na utawala wa sheria. Mwenyekiti, nilikuwa naomba sana katika majadiliano haya, mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu wadau wote tuko hapa, hebu tuangalie namna bora ya kuheshimiana namna bora ya kuchukuliana hatua. Kama mtu hajui kwamba mimi Panya nime, ni wakili nimekosea, naweza nikaadhibiwa vipi pale mahakamani, basi amuonye mheshimiwa msajili wako, waheshimiwa wasajili ambao ndio wanatusimamia sisi. Yaani, uwakili wangu si kitu, ukinifikisha kwa waheshimiwa hawa kama nimekosea, basi waambiwe wadau wenzetu kwamba kuna namna ya kushughulika nao hawa, sio kuwapiga virungu na kuwadhalilisha hadharani mahakamani. Lakini lingine mheshimiwa uh, mwenyekiti, sambamba na hilo, na wenzangu labda wengine watachangia, vitendo hivyo vimeendelea pale mahakamani kwa wakili kuto kuheshimiwa na wadau wengine, lakini vimeendelea hata huko kwenye uh, vituo vya polisi wananchi wa akisha kamatwa akisema namuita wakili. Wakili akifika pale polisi, ushirikiano hapewi. E, anaweza akanyanyaswa tu, yani kwa sababu amefika pale nakana anataka kumsaidia huyu. Hapana, ni haki ya kikatiba. Polisi inabidi waelewe kwamba tushirikiane kufichua uhalifu, kuwafikisha watu kwenye chombo kikuu cha kutoa haki ambacho ni mahakama yetu tukufu. Yani tusianze kuvutana sisi kwa sisi kwa kushirikiana tutatatua mengi kwa dialogue na kwa kufanya kila mtu kazi yake kwa msingi na mipaka aliyowekewa kwa sheria, na sio kwa maazimio. Yaani, mheshimiwa mwenyekiti, kama mheshimiwa mwenye jaji mkuu alivyosema, haya siyo maazimio. Mimi nikiwa wakili, ninapotekeleza wajibu wangu sitekelezi kwa kupenda, naongozwa na kanuni, sheria na katiba. Nikienda above the board nishughulikiwe kwa mujibu wa sheria. Nirudi kwa wenzetu pia wa magereza. Nimemsikia mheshimiwa kamishna hapa akielezea mafanikio na ushirikiano wanaotoa. Mi nazungumzia kwa upande wa mawakili, sizungumzii kwa upande wa mahabusu na wafungwa. Mawakili tunapata shida kwa access wadau wakiwa magereza. Sasa uh, mtu yuko ndani wakili unapokwenda unataka kumwona pia unapata vikwazo vya kumwona. Utaratibu wa wakili kusubiri au kusubirishwa pale gerezani three hours, two hours, ili kumwona mshtakiwa au mtuhumiwa ambaye yuko ndani, na inatuathiri pia kama wadau wa, wa mnyororo wa haki. Inatakiwa mweshimiwa, tuangalie namna gani tutasaidiana kuongea na wateja wakiwa magerezani ili tuweze tuwatetee vizuri. Kama ni kufungwa wafungwe vizuri na mahakama kwa haki, kama ni kuachiwa waachiwe vizuri, kwa haraka, kwa haki, na ndio tutakuwa na taifa linaloangalia utawala bora na watu wanakuwa na amani. Ifikie watu waseme ah, kama unahisi nimekosea nipeleke mahakamani, yani ifikie hapo, lakini sio ifikie stage mtu anasema ah, bwana mtu malizane tu tumalizane tu na, na, na, na hili jambo hapa hapa e, na, na kuna wakati unafika una magereza uh, askari magereza uh, trend iliyopo hakupi ile privacy ya kuongea na mteja wako. Sasa sisi kama maafisa wa mahakama, kusama, isaidia, magereza, mahakama. Si, si kwa sababu mimi naisaidia nikija magereza naisaidia mahakama sio kwamba nakuja kwa ajili ya kumsaidia mteja tu nataka kuisaidia mahakama itende haki. Kwa moja ya, ya, kitu ambacho tunafikiri kitasaidia kuleta haki uh, tupewe privacy ya kuongea na wateja, kama anaka confession anataka kufanya afanye, akiwa huru. Mimi nitajua naifikishaje kuja kumteteaje kwa, kwa mahakama, lakini akiona akitaka kuongea anaona kuna mtu yuko hapo hapo, anasema sasa, anashindwa anakuwa hayuko huru ongea na wakili wake. Kuna utaratibu ambao Mheshimiwa Kamishna uh, wa magereza unaweza mkauweka kwa ajili ya usalama wa, wa watu wenu hasa pale tunapofika, naelewa, lakini basi isiingilie privacy ya mteja na wakili. Sisi kama wadau wa mnyororo huu tuna wajibu huo wa kuwatetea, kuwasaidia na kuisaidia mahakama uh, baada ya kusema hayo, nirudi kwa wenzetu pia wa, wa, wa prosecution. I mean, uh, ofisi ya mashtaka. Sisi kama wadau eh, naomba to enhance mahusiano kati yetu. Yani mimi natetea, wewe unashtaki, lakini hatuna antagonism kati yetu. Lengo letu wote tufike mbele ya mwenye haki aweze kutoa kwa kwahiyo mweshimiwa mwenyekiti uh, kumekuwa kuna, kuna mvutano au kutegeana kwenye masuala ya jinai ya kati ya, ya ofisi ya mashtaka na sisi mawakili wa kujitegemea, yani tunakuwa kama paka na panya, os imi ni panya ilakini <laughs> wale wenzetu wanakuwa paka kabisa na sisi tunakuwa panya kweli, sio panya mimi <laughs> Kwa hiyo mwenyekiti, inatakiwa katika kutafuta suluhisho la kuleta uh, uh, kuleta amani na kusababisha mahakama itende haki kwa haraka uh, mahusiano yetu kati ya ofisi ya mashtaka na wanasheria yanapaswa kuimarishwa. Kama mheshimiwa Jaji Mkuu hakuwa na ulazima wa kuitisha hii kikao kazi na kusema kifanyike mara nne kwa mwaka sasa sisi wadau kwa nini tusiwe na mashirikiano hayo baina yetu e, badala ya kusubiri tuje tukutane kwa mheshimiwa jaji mkuu hapa au mheshimiwa mwenyekiti atuite tukae, tuwe na namna ya kuwa na mahusiano wenyewe kwa wenyewe. Palipo na changamoto tuzitatue kabla ya kuja kukutana kwenye kikao kazi hiki. Mwisho mwenyekiti, eh, nisichukue muda mrefu sana sababu tuko wengi. Uh, tatizo kubwa lililopo naliona upande wetu sisi mawakili wakili, ni kwamba utu utu utu wa wakili au heshima ya wakili imeburuzwa sana na baadhi yetu sisi wadau tulioko hapa, na inapelekea wakili anapoteza morali ya kujisikia kama wakili kufanya kazi yake kwa mujibu wa sheria na katiba. Sasa inafikia stage tunataka tuache sheria, watu waanze kutumia juhudi binafsi yani, angalie kwamba yeye ni wakili lakini sasa anaweka uwakili pembeni, anataka ku practice kwa kutumia uh, personalities zake, sasa sio wakili, ambapo hatutafika kwa pamoja katika kuiendea Vision 2050 tukiwa taifa tukiwa wamoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwa sasa niishie hapo, na wenzetu wachukue changamoto hizi kama ni za msingi sana, zilizotufikisha kwenye kamkwamo fulani. Kama Tanganyika Law Society, watu hawajui waendaje, wafanyaje kazi zao, tufanye nini ili tuisaidie mahakama itende haki.